Ule mnada inabidi huo umeanza mapema mm. kwa sababu baadhi ya vitu kuchenji vinachukua na muda. Sasa huyu ni mwana wa Mungu, umekuwa kila siku unazungumza uh, mateso uh, changamoto, magumu, umaskini, uki, ukikutana neno kama hilo unasema mm, um, alifanya kazi. mimi nimekiri jana Mm. mbona alijatokea leo? No, kwa sababu vitu vingine mtumishi, vitachukua miezi miwili kubadilika mm. vingine vitachukua mwaka, vingine miaka miwili. Kwa sababu gani? umezungumza <laughs> negative kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo kuna ile cause, yani tunasema inabidi ubadilishe ile mm. eh, tunaita nini? yani, mkondo wa yale mambo katika maisha yako yaweze kwenda katika njia nyingine, haitakuwa ni ghafla. ni kweli ulivyosema mara ya kwanza tayari umejiweka katika njia sahihi mm. lakini hiyo njia sahihi mpaka mpaka uichonge hiyo njia itahitaji itahitaji nafasi muda Okay. Maidea, mabu, mabu, kabisa, yes. Ndani ya moyo wako yes, mfano angalia, angalia Bwana alipokuwa anatoa wana Waisraeli kutoka Misri mm -hmm. Alisema ha, hakutaka kuwapitisha ile njia nyingine ya fupi mm -hmm. Kwa nini? wasije wakaona vita wakakimbia wakarudi wapi? mm -hmm. Misri. Kwa sababu hili ni taifa limekaa utumwani miaka mia nne almost mia mbili na kitu jumla kuanzia wakati Mungu ametoa ahadi ya wao mpaka wataporudi ilikuwa ndo 400, lakini wamekaa utumwani kama 200 plus. Kwa hiyo jamaa hawajaweza kujisimamia wenyewe wakiona vita, yani haona, haona haona, military power haona, wakikutana na, na, na, vita, yani itakuwa ni issue. Kwa hiyo Bwana akasema asije akawapitisha kule, wakaona vita wakarudi. Kwa hiyo issue haikuwa uwezo wa Bwana kuokoa, issue ilikuwa ni imani yao, ilikuwa tayari kukabiliana na lile jambo kuweza kuona ishu kama hapo kwamba Mungu amewaacha apite njia hii sio kwa sababu hakuweza kuwapitisha, ni kwa sababu imani yao haiwezi kubeba. Kwa wakati mwingine inabidi ukiri kama huu ufanye tena na tena na tena kwa miezi kadhaa, ibadilishe mtazamo wako, mafaili yako katika fikra, katika mtazamo, upangilie vitu katika njia sahihi. There was a testimony ya dada mmoja ambaye alipata ajali, alikuwa kwenye ndege akapata ajali na ni katika wale survivor ile ndege na akawa ameumia sana. Kwa hiyo Akiwa hospitali yale maumivu yalikuwa makali na nini, akamwambia Bwana, mi naomba unichukue tu nje nyumbani because eh, hali ni mbaya sana eh, yani kwamba, mm, ni, ni, nasema, nikate moto niondoke ni check out kutoka katika ulimwengu kwa sababu hali yangu ni mbaya yani maumivu ni makali sana, nasema roho Bwana akamwambia eh, ili mauti hiyo ina nafasi kwako, itabidi uzungumze mauti kwa muda mrefu sana, kwa sababu at this point mauti haina namna ya kukushika yani hamna namna ya kuchukua uhai wako kwa sababu umeshaongea uzima sana na ndio maana hii ajali imebeba wengine, imekuacha. Kwa hiyo ili ili uweze ufe, yani itabidi uzungumze mauti kwa muda mrefu.